Mimi kwa jina naitwa Habiba Selemani Mponda, ni balozi wa mtaa wa Kilima Hewa. Sisi ni waathirika, wananchi wote wa hapa, nyumba ishirini na saba zote zimeingia maji na vitu vingi vimeharibika. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu nyumba mbili hizi zitengenezwe ili waweke mfereji uingie maji mtoni. Kwa hiyo tunaomba serikali, wananchi, wadau wote waje watusaidie waje waone tulivyoathirika huku, na mvua bado zinaendelea kunyesha, bado tutaathirika huku. Kwa hiyo tunaomba mashirika, serikali, watu binafsi, wowote atakayejisikia atusaidie, sababu hapa miundo mbinu ya hii barabara ndio iliozuia ili tuta kupita maji, lakini zamani hapa ilikuwa maji yanaelekea mtoni, kulikuwa na mfereji ambao unapita, unaelekeza maji mtoni lakini sasa hivi limezuiliwa na hili tuta. Kwa hiyo maji yanazagaa kwa wananchi. Kwa jina anaitwa Zuhura Samweli mkazi wa Kilimaewa. Tunasikitika sana kuingiliwa na maji ndani kwetu kuanzia juzi mpaka leo hii, hatuna makazi ya kukaa, vitu vyote vimeharibika. Kwa hiyo tunaomba jamani, mtusaidie, serikali, mkiwa kama wananchi wenu mtusaidie nani, mfereji wa kupitisha maji ili yaende mtoni maanake, bila hivyo tutaathirika na vitu vyetu vyetu vimeathirika vingi sana. no enu, e, kwa hiyo tuk tunaomba ushirikiano wenu, asanteni. Mimi kwa jina naitwa Bahati Musa Masudi, ni mkazi wa kata ya Kihonda mtaa wa Kihonda B, lakini pia ni balozi mimi. Niko hapa kwa ajili ya kutoa maoni yangu kwa waandishi wa habari cha kwanza nikiwa kama balozi usiku kucha leo sijalala, kwa sababu huwezi kulala, wananchi wako wanakesha na maji. Hivyo tangu usiku tunahangaika na maji mpaka sasa hivi mmekuja, nduuwandishi wa habari, mmekuta aza ya maji hapa, mnaona hapa. Tunaweza tukasema hapa ndio tuko salama, lakini tuka tuelewe maisha yetu yanaendelekea wapi? Chanzo kikubwa kama walivyosema wenzangu, chanzo kikubwa ni tuta la mwendokasi. Tangu mjengo wa maendokasi tumekuwa na adha kubwa sana ya mafuriko, hasa mvua zinavyo anza kunye, kunyesha. Lakini mvua kunyesha ni kawaida unyeshe, lakini sasa sisi kama abaei, sasa hivi ukienda kwa wananchi kumwambia lolote lile unaonekana kama vile mdoli, kwa sababu haya yote yamesababishwa na serikali kuu kutuweka hapa tulipo.